Sera ambayo imezungumzwa na ndugu yangu Audax, 25 Dira ya 25 na 50, kama ilivyo complemented na sera ya maendeleo endelevu ya viwanda ya 2025, inatamka wazi kuhusiana na kuhuisha na kustawisha viwanda vya kimkakati ambavyo vina lengo vya kuchechemua uanzishwaji wa viwanda vidogo vidogo, lakini pia viwanda vya kati na hata vikubwa lakini tunatarajia vivyo vile kuanzisha kituo cha kituo cha kutengeneza na kufanyia matengenezo vifaa vya elektroniki electronic fabrication center, kwa ajili ya kukuza ubunifu wa ndani na kupunguza utegemezi wa teknolojia za nje kutoka nje, ili kuanzisha kituo cha taarifa za viwanda na ubashiri wa teknolojia za viwanda industrial information and technology for casting center, ili kusaidia ta, taifa kupangilia mwenendo na mwelekeo wa maendeleo ya teknolojia na mzalishaji wa thamani